Siku ya leo Diamond Platinum zipo nchini Marekani, kwenye jiji maarufu linalofahamika kwa jina la New York. Na akiwa jijini hapo amepata nafasi ya kuwa live kwenye TV station maarufu sana Marekani na hata duniani kiujumla, kutokana na umahiri wao wa kurusha habari ambazo ni nyeti kabisa. Ninavyosema nyeti habari, nadhani wote mtakuwa mnafahamu, hapa nahusisha mambo ya vita, mambo ya Israel, mambo ya Gaza na vitu kama hivyo, na hata upande wa siasa, hii TV station imekuwa ni mahiri sana kwenye upande huo na imejitengenezea umaarufu mkubwa sana. TV station yenyewe inafahamika kwa jina la Fox 5 New York, kama mtu wa habari zile gumu kumeza, navyosema ngumu kumeza, nadhani mtakuwa mnafahamu mambo ya vita, mfano kama TV station zingine kama Aljazira, BBC. Kwa hiyo kwa watu wanaopenda habari kama hizo, hapo atakupa wanaifahamu hii TV station. Kwa hiyo Diamond Platnumz ipata wasaa wakuwa live kwenye hii TV station, twende na wewe ukaone kidogo jinsi ilivyokuwa.